Nam, jioni njema popote pale unapotazama taarifa za KTN leo, ikiwa leo ni siku ya pili mwezi ukiwa ni wa Mei 2012, siku ambayo, majioni ambayo, jiji la Nairobi limefunikwa na mvua kubwa sana. Naam, vile vile, mtazamaji, karibu kwenye taarifa za KTN leo, kama mwanahabari mwenza Ali Manzo alivyokuambia. Lakini kabla ya hapo, tuweze kupata vidokezo vya KTN leo. I, Musalia Mudavadi, wish to announce that I'll be offering myself as a candidate for the office of President of the Republic of Kenya on the ticket of the United Democratic Forum Party. UDF ndio chaguo kuu la Mudavadi, huku akijiuzulu kama waziri wa serikali za wilaya. Nyufa, maporomoko ya ardhi na maafa zaidi yaendelea kudhihirika kufuatia ya mvua kubwa inayonyesha. Kwenye makala ya bongo la biashara tunaangazia utengenezaji wa majiko ya makaa ya kisasa ya michezoni, timu ya Pipeline ya voliboli yanuia ya kutwaa tiketi ya mashindano ya dunia. Mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. ni temanzu sasa. Ni rasmi, Wycliffe Musalia Mudavadi amekihama chama cha ODM, chama kilichompa hifadhi ya kisiasa mwaka wa elfu mbili na saba baada ya kutemwa na wenyeji wa sabati ya mwaka wa elfu mbili na mbili na akijikatia tiketi yake ikulu kupitia chama cha UDF. Uamuzi wa Musalia kujiunga na chama cha UDF umetuliza joto la kisiasa kuhusiana na chama kipi ambacho atakachokitumia wakati huu huku majina kama vile NAK, Ford Kenya na hata KANU yakitajwa. Mudavadi pia amejiuzulu kama waziri katika serikali za wilaya, na sasa atahudhuria vikao vya baraza la mawaziri kama naibu wa waziri mkuu peke yake, akifuatia mfano wa mwenzake Uhuru Kenyatta. Mwanahabari Isabela Kituri anatukunjulia jamvi la KTN Leo na uamuzi wa Musalia Mudavadi ambao unatarajiwa kuibua mawimbi zaidi katika ulingo wa kisiasa. Ni hatua iliyoashiria mwanzo mpya katika mchakato wake kisiasa kuacha nyuma miaka saba alikohudumu katika chama cha ODM kama mwanachama wa Pentagon na naibu. I have walked the last mile to this democratic train. I, Musalia Mudavadi, wish to announce that I'll be offering myself as a candidate for the office of President of the Republic of Kenya on the ticket of

Dukuduku zilikuwa zimezagaa kuhusiana na kipi chama atakachochagua Mudavadi. Majina kama ya Nakford, Kenya chama cha Leba yalitawala vichwa vya habari na hata kulikuwa na wale waliogusia kuwa marejeo ni ngamani, Mudavadi huenda akarejea KANU, lakini leo ni washangaza wengi, alipotangaza dau atakalosafiria kuwa ni chama cha United Democratic Forum, UDF, chama kichanga katika siasa. UDF will not be a weapon of terror. Alijiuzulu pia kama waziri wa serikali za wilaya na kuwaga chama cha ODM rasmi, akidokeza alitaka chama kilicho na nafasi ya demokrasia tofauti na jinsi alivyogubikwa na tetesi ya wadhifa wa mgombeaji wa urais kwa tiketi ya ODM. ODM I I wish to to briefly look back to my friends and colleagues in ODM. I sincerely thank you for the journey we took together over the past seven years na hatua yake kushikilia wadhifa wa naibu waziri mkuu kufuatilia nyayo za Uhuru Kenyatta, na kana kwamba kutaka kuhimili uzito wake kisiasa kwa kusalia na cheo hicho. Sema ndio, sema ndio, ameingia kwa masharti ya UDF ambao hawaruhusu mgombeaji kushikilia wadhifa wowote ila tu wanachama. Nyuso zingine za UDF ni mbunge wa Mandera ya Kati Abdikadir Muhammad, mwenzake wa Ndaragwa Jeremia Kioni, mbunge maalum Maison Lishon na Kato Olemitito. Pia kulikuwa na wale waliofika kama marafiki wa Mudavadi, akiwemo na Najib Balala, Neksalat Soita Shitanda kati ya wengine, na wanachama wengine wa ODM walioandamana naye. Sherehe nyingine ikatarajiwa siku ya Jumapili afraha Nakuru. Kana kwamba Musalia Mudavadi kesha vunja ungo sasa katika siasa yake. Hatua atakazochukua ndizo zitakazotathmini ikiwa ni mwambangoma anayevutia kwake katika mchakato huu wa kisiasa au ye ataungana na yeyote katika siku za baadaye, uchaguzi mkuu unapowadia. Isabela Kituri, KTN Leo, katika uwanja wa KCC Nairobi. na mtazamaji, kama umejionea hivi sasa, amesema kwamba chama ni UDF pia vile vile kungatuka katika wizara ya serikali za wilaya. Ni taarifa mtazamaji, ambayo inatufikisha kwenye sehemu ya kauli yako, ambapo nakuuliza wewe mtazamaji, je, unadhani chama cha UDF kina uzito wa kutosha kumfikisha Musalia Mudavadi ikulu? Je, kimtazamo wako unadhani chama cha UDF kina uzito wa kutosha kumfikisha Musalia Mudavadi ikulu? Wasiliana nami kupitia nambari ya rafa 8040 ukianza na neno la ndio halafu uambatanishi na ujumbe mfupi. Mwishoni wa taarifa hizi basi nitaweza ni kusoma ujumbe wako kwako, mazo naam. Shukran sana Lulu Hassan. Ametajwa wakati basi anaposimama na wewe ama kusimama na mtu yoyote, basi wa baadhi ya sifa zake ni kuwa anakuwa wima na mwaminifu, kama baadhi walivyomtaja Musalia Mudavadi. Ni dhana ambayo wanaoipinga wanasema kuwa ilionyesha udhaifu wake na ndio maana daima amekuwa katika nafasi ya pili kisiasa mikwaruzano ndani ya chama cha ODM kuhusiana na mbinu ya kumchagua mgombea wa urais basi ndio iliyopelekea kuibua nyuso mpya ya mbunge huyu kutoka eneo bunge la sabati ya kule magharibi mwa Kenya. Wachambuzi wa kisiasa wanasema uamuzi wa kujiunga na chama cha UDF kama chama kichanga kisicho na ushawishi inadhihirisha wazi kuwa sura hii mpya Mudavadi yenye kujisukuma na kutenda mambo bila kushawishiwa na mtu yeyote. Mwanahabari An Guge anaripoti barabara aliyopitia Musalia Mudavadi na iwapo chama cha UDF kitatia nanga katika ikulu. Tega sikio usikie. Musalia Mudavadi hatimaye amepasua mbarika kwa kutangaza chama atakachokitumia katika mbio hizi za kuingia Ikulu. Bila shaka, anakotoka imekuwa ni safari ndefu, wengi wakimtaja kama mtu ambaye hawezi kufanya maamuzi anachokitaka, na pengine kuonekana kama kiongozi ambaye tu anaweza kuwa kwenye kivuli kama kuwa naibu au kusaidia wengine kubeba bendera kama ambavyo barabara ya siasa zake imeonekana kuwa, baada ya kuwa makamu rais wa mwisho utawala wa Daniel Moi na kuwa naibu wake kiongozi wa ODM Raila Odinga. Lakini sasa pazia yenye kubeba dhana hiyo imeonekana kukunjwa rasmi na pazia nyingine mpya kufunuliwa na Musalia Mudavadi, na hayo ni chama cha UDF. Tukitazama hatua za hivi majuzi za Musalia Mudavadi, itakuwa wazi kuwa sio mwanasiasa ambaye wengi walimdhania tangu alipoanza kuzua hali asitafahamu akiwa ODM, kuhusiana na sheria za uteuzi wa kinara wa ODM, jambo liloleta tofauti kati yake na Raila Odinga na kupelekea baraza kuu la ODM wakati huo kuita mikutano kadhaa ya faragha kuzuia kudhihirisha kitumbua cha ODM kuwa kimeingia mchanga, wakati mwingi chama hicho kikijibidisha muno kudhihirisha kuwa Musali alikuwa wima chamani humo. Kinachoonekana wazi ni kuwa Musali alikuwa tayari ameamua kuondoka na tetesi zake zilikuwa tu ni kufunika yaliyokuwa moyoni mwake. Ndoa yake na Raila Odinga ilikuwa imekwisha. Watu wanauliza Wiki jana alipoelekea Kakamega ilikuwa wazi kuwa uhusiano wake na ODM ulikuwa umekwisha. Na aliposimama mbele ya wafuasi wake, ikiwa mlango umefungwa basi lazima ufungue mlango ule mwingine. Na sasa UDF ndio chombo Musalia atakachotumia kuingia ikulu. Swali linaloulizwa sasa ni je, Musalia ataweza kufaulu akiwa amejitokeza kimasomaso na wakati huu hayuko nyuma ya mtu yeyote mwingine? Anaambia pia wewe umetosha, na wewe umetosha, na wewe umetosha, na wewe, umetosha. Ikikumbukwa siasa za Kenya zinavyochezwa, Musalia Mudavadi anategemea jamii yake ya Waluhya kuwa chombo muhimu katika kumsukuma ikulu, akionekana kushirikiana na mkoa wa kaskazini mashariki. Inawezekana Musalia Mudavadi amepiga hesabu yake ya kuungana na viongozi wa G7 ili kujimarisha dhidi ya waziri mkuu Raila Odinga. Hayo yakizingatiwa itakumbukwa kuwa ni hapo jana ambapo kura ya utafiti wa uchaguzi mkuu ujao ilidhihirisha kuwa Musalia Mudavadi anaonekana kuongeza umaarufu wake humu nchini. Je, azma na sera za Musalia zitakubalika kwa wote na pengine la mno ni tangazo la Musalia leo ni ishara ya kuipa kisogo ile dhana hayupo kwenye kivuli cha kiongozi yeyote. Angugi, KTN Leo, Nairobi. Na mtazamaji, basi kila jambo la siasa ambalo linalojitokeza ama linalojitokeza katika jamii yetu ya Kenya bila shaka halikosi kuwa na maoni mbalimbali hususan mbali, kutoka kwa Wakenya wenyewe na hata wanasiasa Wakenya sijui wanasemaje kwa sasa. Naam uh, kuna mmoja hapa anasema ndio, ikizingatiwa kwamba Musalia ndio kuna uzito zaidi kama mtu kuliko chama chenyewe wanasema mm -hmm. kwamba chama si hoja, bora mtu mwenyewe. Na kuna wengine pia wanasema nyani ni yule ule, ule lakini <laughs> <tizimu>. <laughs> Basi pia wacha tuangalie upande wa wanasiasa manake, maoni yao yamekuwa kijitokeza tangu dalili zilipoonekana kama wiki mbili zilizopita. Je, leo baada ya kutangazwa tangazo hilo walisema nini?

First, you must be a member of ODM for you to be nominated by ODM as the Deputy Prime Minister. And therefore, having resigned from ODM, there is no way he can continue clinging on the position of Deputy Prime Minister. Siasa hizo na wenye siasa. Na mtu achane na masala hayo, tuende katika masala mwingine ambapo wenyeji wa eneo la Mai Mahiu huko Naivasha waliamkia tukio lisilo la kawaida baada ya ardhi ya eneo hilo kupasuka na kusababisha mitaro mikubwa ya umbali wa takriban kilomita kumi kupasuka. Huko basi kwa ardhi kulisababishwa na miti kuzama na hata maji ya kwenye madimbwi kusombwa na nyufa hizo ardhini. Hali hii ya kushangaza imezua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na kwa mengi zaidi tunaungana naye Mary Kilobi. Wakazi wa kambi za Vumilia, Huruma na Jikaze katika eneo la Mai Mahiu, Naivasha, wanakosa usingizi wakihofia usalama wao kufuatia kupasuka kwa ardhi katika eneo hilo. Wakazi hao waliamkia tukio la kushangaza pale maji yaliyokuwa kwenye vidimbwi kuyaona hayako tena. Kilichowashangaza zaidi ni miti kuzama kufuatia kupasuka kwa ardhi wakazi hao wanasema kuwa walishuhudia mtetemeko wa ardhi usiku wa kuamkia leo, jambo lililopelekea kupasuka huko kwa ardhi. Nyumba ikatetemeka na tukaulizana sisi wote, ama ni mtetemeko wa ardhi ama ni nini. Hiyo mvua ikapitia huku kwete kwa mashamba ya watu ikiokotanga maji maji yote kufika hapa. Mimi niliona tu mkuru imejikata na ikakaa chini, hata miti ilikuwa inatetemeka hivi na kukaa chini, tukaona kila kitu hakuna. Watu hao wanaoishi kambini wanatoa wito kwa serikali kuwatafutia ardhi mbadala ili waweze kuepuka hatari inayowakodolea macho. What I'm appealing is we respond quickly. We respond haraka na wa assess kama watu wako safe, wa relax, waache kuwa na wasiwasi kama wako safe. Basi inadaiwa kuwa watu watatu walifariki na waombolezaji arobaini kuepuka kifo kutokana na mafuriko katika eneo hilo. Mkuu wa wilaya Naivasha, Helen Kiilu amesema kuwa kundi la kukabiliana na majanga limezuru eneo hilo kukagua hali hiyo na kuwasihi wakazi hao kuhamia maeneo salama huku serikali inapoendelea kuwatafutia suluhisho. Na katika kaunti ya Kisii wajenzi watano walinusurika kifo pale jengo la gorofa mbili lilipoporomoka. Tukio hilo lilifanyika mwendo wa saa mbili za asubuhi pale wajenzi hao walipofika kazini kuanza shughuli zao za kujenga katika kijiji cha Soko. Wakazi hao wanadai kuwa ujenzi huo uliendeshwa bila usimamizi wa wahandisi waliohitimu. Mhandisi wa Manispaa ya Kisii William Wanyonyi alisema kuwa ofisi yake haikufahamishwa kuhusu ujenzi huo na hivyo basi kutaja ujenzi kama usio halali. Mary Kilobi, KTN Leo. Na kutoka Kisii tuarudi hapa jijini ambapo baada ya kuifagia mahakama ya rufaa bodi ya kuwachunguza majaji na mahakimu inayoongozwa na Sharad Rao leo imeanza kuwapiga msasa majaji katika mahakama kuu humu nchini na wa kwanza alikuwa jaji Martha Koome. Koome aliomba kuchunguzwa ama kuchunguzwa kwake isiwe ni faraghani, bali iwe wazi na ni hapa ndipo Koome alipopambana ana kwa ana na SK Masharia, mwenyekiti wa Royal Media koome ndiye aliyemtangaza masharia kuwa muflis mwaka wa elfu mbili na kumi akitoa mchango wake mbele ya bodi hiyo masharia alimshutumu koome kuwa alizembea katika majukumu yake hata hivyo masharia pia alikabiliwa na upande wa koome unaoongozwa na wakili oraro akisema uamuzi wa koome haukuwa na utatanishi But there is something wrong here which she did not agree with me she did not uh, she she she didn't seem to agree with me

Na mbali na hayo ni kwamba Rais Mwai Kibaki amesema amewapongeza Wakenya kwa namna walivyokumbatia na wanavyotumia mitandao ya mawasiliano kama vile Twitter na Facebook. Kibaki aliwapa changamoto Wakenya kutumia mitandao hiyo kama jukwaa la kuimarisha uwiano, amani na utangamano hasa mwaka huu ambao kampeni za uchaguzi mkuu zimeanza kupamba moto. Rais Mwai Kibaki aliyesema hayo alipofungua rasmi kongamano la siku mbili la wanahabari wa Afrika Mashariki lililofanyika katika ukumbi wa KCC hapa jijini Nairobi ni katika ukumbi huu wa KICC hapa jijini Nairobi ambapo kongamano la wanahabari wa Afrika Mashariki maarufu East African Journalist Convention lililofunguliwa rasmi. Kauli mbiu ilikuwa ni kuimarisha uhuru wa wanahabari ili kuimarisha jamii. Kongamano hili ni mojawapo tu ya hafla ambazo zimeandaliwa katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa wanahabari kote ulimwenguni itakayofanyika hapo kesho tarehe tatu, huku Kenya, ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha sikukuu hii, changamoto kuu ni kwa vyombo vya habari humo nchini kuimarisha uwiano na utangamano mwaka huu wa kampeni za uchaguzi, pamoja na kuhakikisha kuwa maadili mema yanaimarishwa katika jamii. As we approach the forthcoming elections, we expect the media to be at the forefront in informing and educating Kenyans on various

and the National Cohesion and Integration Commission to ensure that hate speech on broadcast is a thing of the past. Vile vile, Rais Mwai Kibaki alisema kuwa licha ya kuwepo na ongezeko la matumizi ya mtandao wa Facebook na Twitter hasa na vijana humu nchini, ametoa mwito wa mbinu hizo za wanahabari zitumike kwa njia ya kuimarisha jamii wala sio kuipotosha. I appeal to the Media Council and other relevant agencies to provide leadership by discouraging negative and immoral content and promoting positive and intellectually uplifting programs instead. Na si hayo tu, wamiliko ya vyombo vya habari wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wanawapa wanahabari uhuru wa kukuza taaluma zao na kufanya kazi zao bila mwingilio wowote. The journalists need more freedom.

Mwanaisha Chizuga, KTN Leo. Naam, Lulu unadhani Rais Mwai Kibaki iko kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Facebook. <laughs> Mw, kama yuko ni atutumie kwanza urafiki ndo tutajua ni yeye, manake awa wengine wanagushi gushi tu, hatuwezi jua yupi ni yupi, hata hivyo yeah. Asante sana Rais Mwai Kibaki kwa upongezi hizo kwa vijana ambao wanaotumia mtandao huo vyema. Kwenye swali la kauli yako leo tulikuwa tunakuuliza, je, unadhani chama cha UDF kina uzito wa kutosha kumfikisha Musalia Mudavadi katika ikulu unadhani chama cha UDF kina uzito wa kutosha kumfikisha Musalia Mudavadi katika ikulu? Na mtazamaji, tunaendelea kupokea ujumbe wako kupitia nambari ya rafa 8040 ukianza na neno la au ndio, uambatanishe na ujumbe mfupi, halafu pia utueleze unaandika kutoka wapi. Na mtazamaji, taarifa za biashara zinakuja punde sekunde, lakini kwanza tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tuangazie neno kipuri. Kipuri ni kifaa cha kurekebisha mtambo wowote. Mfano katika sentensi: gari lake lilipoharibika alihitajika kulinunulia kipuri ili alifanyie ukarabati. Tuendelee na taarifa zetu na kama ilivyo ada kila siku ya Jumatano huwa tumekuandalia makala ya bongo la biashara. Naam, na leo Joel Moto ametuandalia mbinu ya utengenezaji wa majiko ya makaa ya kisasa. Boma hili katika kijiji cha Nyaera kule Kisumu limekuwa ofisi kuu ya kikundi cha wanawake kumi na tano ambao hushinda hapa wakiunda majiko ya kisasa katika harakati za kutafuta mkato wao wa kila siku. Ni kikundi kilichoanzishwa zaidi ya miongo miwili iliyopita baada ya akina mama hawa kuchoka kungoja ajira, na matokeo yake yamekuwa ya, ke, ya kujivunia sana. Hata hivyo, kibarua cha ziada huhitajika kabla ya jiko lolote lile kukamilika. Udongo maalum huletwa, ukanyunyiziwa maji kabla kuchanganywa na mchanga kisha ukalimwalimwa ili kuusafisha vyema. Kinachofuata ni kuwa udongo huo kufunikwa vizuri na kuachwa kwa muda wiki mbili kisha alafu ikanyagwe, kisha kanyagwa, inaletwa ndani, inafanywa sorting, unatoa vitu zenye pengine inaweza kuwa ndani mawe mawe nini, uchafu uchafu unatoa ili baki tu smooth clay, alafu sasa inakuwa ina, iko ready to be molded. Kina mama hawa hutengeneza aina tatu ya majiko. Hivyo basi, kuna vyombo maalum ambavyo hutumika katika kuufinyanga udongo kulingana na muundo. Kazi nyingi hutokea wakati huu, kwani kila muundo huhitaji utaalamu na ustadi wa hali ya juu, jambo lilopelekea kina mama hawa kulazimika kuajiri vijana zaidi wanaowasaidia. Kisha majiko haya huwekwa ndani ya chumba maalum kukauka. Ni shughuli ambayo ambao huchukua muda wa siku kumi hadi miezi tatu kulingana na miundo yake. Sasa wakati imekauka inawekwa nje jua ichome kidogo. siku yenye unataka kuweka kwa kil ichomwe, alafu unaipanga kwa kil, tuko na kil pale inachoma. Wakati na umepanga, unapanga kama leo, the next day, sasa unahakisha moto. The next day tena unazitoa sasa ziko ready to be sold. Kuna aina tatu ya majiko kama vile jiko la makaa maarufu kama KCJ, uhai na upesi jiko Jiko hizo huuzwa kulingana na matakwa ya kila mteja na wanaotaka kuwekewa kwenye mabati kuna taratibu ya kufuatwa. Kuna vitu vitu zinatumia wakati tunaingiza. There is a mixture of um, cement, tuko na vermiculite, tuko na sand. Zinakuwa mixed together, there is a ratio tunatumia, alafu tunaingiza nayo jiko. Kina mama hao wanasema kuwa bidhaa zao zimepata umaarufu sana kwani wanaziuza kote nchini na watatiziki kupata soko sababu kikiwa. Watu wanapenda kuliti yetu. Watu wengi huwa wanaulizia tu majiko kutoka keo, ndio maana tumejulikana. Kwa hivyo hatuna shida na market sana. Na je, ni bidhaa zipi zinazouza sana? Kuna hii KCJ na uhai jiko hizo ni hot cakes. Jiko za makaa na hii ya KCJ imekuwa improved, ikaitwa sasa uhai. Sasa hii uhai ina conserve kushinda ile ya KCJ, ndio maana watu wanazipenda. Sana. Ili kupata hela zaidi kila mwanachama hapa kulazimika kufanya kazi ya ziada. Kila mtu huwa anatengeneza kama 750 every month. Kumaanisha kwa sasa ni 20 shillings for one, kama ni hizi za KCJ na kama ni hizi za uhai mtu anaweza kutengeneza 100 only kwa sababu hizi kazi zao ni ngumu sana, na baada ya kazi yote hiyo matokeo yake ni kitu kama 100,000 inaingia every month. Kwa hivyo, kila la memba anaweza pata kama sio chini ya elfu sita ee every month mm-hmm. Lakini mkuna wenye wanaweza wa pata more than that. Hata hivyo, changamoto zingalipo. Wakati ya kiangazi tuseme, huwa zinapata crack sana kwa sababu zinakauka raka na zinatakikana zikauke polepole. Majiko haya huuzwa kuanzia shilingi mia mbili hamsini hadi mia nane hamsini kulingana na muundo kikundi hiki kinadokeza kuwa ufanisi wao umetokana nidhamu na kuaminiana, hivyo basi hawangependa kuongeza idadi na chama kwaana na hofia kuzuka kwa tofauti kati yao. Mkiwa kwa kikundi, msiwe wa mama wenye mnasengenyana sisi hapa kwetu tunaweza sema hata kama tunasengenyana lakini sio vile. Kiasi tu, lakini kama lakini tu kuna makosa umeona mwenzako anafanya kitu, ni heri umwambie badala ya kwenda kumsengenya ni mradi ulioanzisha miaka 28 iliyopita kwa kina mama hawa. Imekuwa ni njia mwafaka ya kujikimu kimaisha, kwani kila mmoja wao hupata hela za kutosha kila mwisho wa mwezi. Joel Omoto, makala ya bongo la biashara, KTN Leo, Kisumu.